Jioni ni yeah, e, msichoke. Ratiba tu takatifu ndani ya chuo. Kwa hiyo usichukie, ifurahie, maana ndio ambayo inaweka uzima wako, ndio inaweka baraka zako, ndio inaleta mafanikio yako. Kwa hiyo mbibi, wakati nina yasoma chuo ka kusoma hiyo ya kanisa kikubwa hapa Afrika na ulimwenguni, nika nilikuwa napenda muda wa maombi na nilikuwa sichelewe. Kuna siku nilipewa zawadi, nilipewa zawadi tena, kulikuwa na wiki ya maombi na kuna profesa mmoja ambaye ni kwanza alikuwa ni katibu mkuu js, na alistaafu akanipa zawadi ya kitabu. Alikuja chuo kikuu cha Arua, akawa na ubiri pale Nairobi oni alafu akanipa zawadi ya kitabu hicho. Kitabu ninacho mpaka leo. Aliambia wewe umewahi nimekuwa wa kwanza siku zote na leo nimekuwa wa kwanza, akanipa zawadi sasa. Kama mwanadamu akikupa zawadi halo. Kama mwanadamu akikupa zawadi, ina maana Mungu anaweza kukupa zaidi, si ni sawa eh? Okay, kama mwanadamu anaweza kukupa zawadi kwa kufunza muda inamaanisha kwamba Mungu anaweza kukupa zawadi bora zaidi, unapowaje katika ratiba uh, yake ya kumtafuta Mungu. Basi tuweze kuomba sasa kwa ajili ya somo la jioni ya leo. Baba yangu na Mungu wetu, na kushukuru tena kwa jioni hii, umetupa nafasi ili ya kwamba tuweze kutafakari neno lako kwa muda huu mfupi Ninaalika uwepo wako uweze kuwa pamoja nafsi, na neema yako endelee kukubarikia katika jina la Kristo mwokozi wetu, amina. Somo la jioni ya leo linasema ya kwamba Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe katika Biblia hii hi, nikisoma yote Agano la Kale na Agano Jipya, kama ni msomaji mzuri wa neno la Mungu, hakuna mahali popote katika Biblia ambapo Mungu alisema ama aliahidi tena kwa sababu ya dhambi kwamba uh, hautopitia changamoto yoyote, hautopitia shida yoyote. Hakuna mahali popote katika Biblia, There is no that place, lakini Mungu aliahidi na ameahidi katika maandiko matakatifu akisema ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe hata ukamilifu wa nini. Alisema haya ni kwa sababu anafahamu tangu dhambi ilipoingia katika sayari hii ya dunia, tangu mwanadamu alipoanguka, alijua ya kwamba shetani, kama ambavyo Mungu anawatumia wanadamu, alijua ya kwamba shetani pia anawatumia wanadamu na anawatumia kuleta shida, kuleta changamoto, kuleta kila aina ya taabu lakini pia majanga ya asili yana-ya ya, ya, ya, asili yanatokea eh? Eh, kuna kuna kuna kuna kuna mnaita si masunami, kuna matetemeko, kuna nini eh, lakini kuna yale ambayo tunasema vita eh, kuna njaa, kuna shida za kila namna, kuna changamoto katika familia, katika mahusiano. Leo umeingia kwenye mahusiano. Usizani ni rahisi. Utapambana tu, kutakuwa na changamoto leo. Ukibahatika kuingia kwenye ndoa haitakuwa rahisi. Haitakuwa rahisi. Jana nilikuwa nasoma kwenye peji moja. Wengi mnamfahamu Baraka Obama na mke wake Michelle. Hivi karibuni kuna tetesi ya kwamba walitengana kuna tetesi na zimevumba sana kwenye vyombo vya habari, na jana wanasema walitoa, wakisherekea miaka 32 ya ndoa, wakiwa na watoto wangapi? Wawili tu, watoto wawili, miaka 32 ya ndoa. Kuisikia hiyo haikuwa rahisi. Kuna mgeni nilimwona akisherekea miaka 42. Na kuna mmoja ni rafiki yangu yeye yeah, aliniambia nikiwa maeneo fulani pakara, miaka hamsini na mbili ya ndoa, lakini anasema walioyapitia huko chini ni mengi, ila tu neno moja ambalo huwa wana furaha nalo na linawapa matumaini ni kwamba Mungu amekuwa pamoja nao. Hilo tu, yaani Mungu amewaongoza, eh, amewaongoza katika mabonde, katika milima, katika shida zote, katika changamoto zote Mungu ameendelea kuwa pamoja na wao hajawaacha, hajawaacha. Hata wewe pia hapa leo unaweza ukawa hapa unapitia changamoto, changamoto ya ada eh, changamoto ya ugonjwa Iza ikaa sio wewe lakini kuna member of your family hey, changamoto. Changamoto za kila namna hapa zipo, zipo. Wengine nimewasikia hata mkishia na mimi sasa. Yusufu katika Biblia alface changamoto, Mwanzo sura ya 39. Mimi this time napenda apenda nimetoka kwenye New Testament sasa hivi na ubii Old Testament peke yake, Mwanzo sura ya 39. Lakini ukianza huko sura ya 37 na kuendelea, unaweza ukakuta kisa kizuri cha Yusufu. Yusufu amepitia changamoto ya kwanza kutoka kwa ndugu zake, watu kwa ndugu zake baba huyu moja sawa sawa. Eh. Hey. Kwa sababu aliota ndoto ambayo inaonyesha kwamba yeye atawatawala ndugu zake. Na ndugu zake walijaa wivu, walijaa chuki, wakapanga kumuua, wakapanga kumuua isipokuwa wawili tu, Reoben na nani na Yuda. Walimtupa kwenye lishimo, lakini Mungu alimwokoa kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye. Eh, Mungu alikuwa pamoja na yeye, aliitwa na Mungu, alikuwa anamtegemea Mungu. Eh, alikuwa anamtegemea Mungu. Ukisoma sura ya thelathini na tisa sura za thelathini na tisa unaweza ukaigundua, hmm, kwa huyu aliyemchukua sawa sawa, kwa huyu aliyemtunza sawa sawa na akamkabidhi kila kitu katika mji kasoro mke wake, na alikuwa ni very handsome, very handsome, very handsome. Hapa sioni handsome, sioni handsome <laughs> hata mimi sijifananishi, kwanza hamna kitu iniangalia <laughs> kwa hindi kwenye handsome kwenye? Hamna. Hamna kitu. Yani umu hakuna handsome. Hebu yule anayesema inaamini kabisa kwamba yeye ni Elisa kupita Yusufu simama juu. Simama tu juu. Labda ni Elisa kwa wakati wako. Biblia inasema alikuwa na uso mzuri. Eh? Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Mwanzo asema tisa mstari wangapi? Eh? Mstari wa wa, wa wa wa sita. Kwa hiyo alikuwa na na, na mvuto alikuwa na mvuto eh, siku hizi mnasema si awe na eh, eh, awe na nini vijana eh, wanaangalia eh, ana kitambi eh, ana sura kama baba ake. <laughs> Eh, eh, eh. <laughs> Siwo ndio ukweli. <uperi? laughs> Waulize, waulize hapa wakwambie sifa waulize oh, wakwambie sifa wameziweka. Oh, sifa sifa sifa. mmoja nilimtolea Mithali thelathini na moja mstari wa kumi na tatu mpaka thelathini na moja akasema ah, hiyo mimi sitaki hiyo, hiyo sitaki kabisa hiyo eh, kabisa. Biblia hiyo eh? pasa hiyo kwa leo. kweli anaweza kupatikana mtu wa namna hiyo kweli? Haiwezekani eh? Wanaume wanataka mtu eh, wanawake wanataka Eh, mwanaume eh, eh, yule, yule yani ana, kama ana makosa hata kama ana kazi lakini tu akiweza maneno basi, na wapo tayari kupigana, kama wale walimnyoa nywele na nambugo wale, walimnyoa nywele, nyoa nywele, nyoa nywele pia. Walakeni wasichana jinjiwa vitu vingi sana, na wanaume nao wanakutupia, wanaangalia kwa wasichana kila mtu ana vigezo vyake. Kila mtu ana vigezo vyake. Kila mtu eh, mwingine akanambia mwangalie mwenye nani kule. Hizo zote ni hali za kibinadamu za ubinadamu tu, ambazo hazina utu, hazina utu eh. Wengine wanasema awe na funguo gapi, funguo, funguo tatu, si gari, si nyumba, si kazi gile kama hutanilipia pesa ya kutengeneza nywele zikawa nzuri, sikutaki. Kwalio amekuwa ATM huyo. <laughs> <laughs> Sio, si aradibi bank huyo. <laughs> Eh, sasa siku hizi kuna mimama ambayo pia inabeba vijana. Mmewahi kusikia mimama? Eh, wanahitaji Dar es Salaam. Eh, ma kumbe mnajua kumbe mnafahamu, wanaitwaje? Sema wanaitwaje, sikie mzuri, mashangazi. Kuna mashangazi na wengine wanaitwa mababa poa, makaka poa, mishangazi na inapita na mishangingi. Kweli kweli, inataka vijana wadogo wadogo, tena wanatoka kwenye ndoa. Ndicho kilicho mkuta Yusufu hiyo ilikuwa pia jaribu lingine kama la ngapi? La pili sasa. Ilikuwa eh, la pili hiyo hapo, lakini Yusufu eh, alikimbia dhambi. Bwana asifiwe sana. Alikimbia dhambi, akawa tayari kwa lolote, akawa tayari kwa lolote. Yule mwanamke akamtengenezea kesi kosa. Unajua kuna watu ambao wasiolikubali kosa, wanamtengenezea yule mtu alio waliomfanyia waliomfanyia makosa makosa. i si, nimeelewa hiyo Kiswahili yani, umenifanyia makosa nimekataa, sawa sawa, alafu unatengenezea makosa ukataa. Kwa hiyo Yusufu alitengenezewa kesi, na kuna watu wazuri kutengeneza kesi ndiye sababu alipelekwa wapi? Kwa gereza, lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Shika hii point, shika hii point, na unaweza kuiandika. Uwezo wako ndio utakao kulia, uwezo wako ndio utakao kulia, uaminifu wako ndio utakao kulia hii nilisikia leo, kuna jamaa alikuwa anaizungumza, ni mbili maarufu. Nikuhakikishie, ukiwa mwaminifu kwa Bwana na ukaisimamia kweli, Bwana akakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asiti, ukiwa mwaminifu, hata yale majaribu ya namna gani ukipata watu watakuonea wivu leo. Hapa kuna mmoja anapata yee hey, kila sehemu sana, lakini kuna wengine hapa wamejaa wivu wako wakwa, wakwa ukifanikiwa watu wata watajaa wivu, watakutengenezea kila aina ya makosa, lakini nataka nikwambie Yesu atakuwa pamoja na wewe. Bwana asifiwe.

Yusufu alipelekwa kwa, kwa, kwa gereza lakini kule, kule.

Maana anasema kama sio Mungu katika dunia hii, kama Mungu asipokuwa na yeye anaweza kuamua. Na huyu rafiki nimekuwa nikimwombea na Bwana amekuwa akimshingia kila majaribu. Nataka jioni hii niombe na wewe Kepapa, kwaana, na ya kwamba Bwana akushindie majaribu na mitego yote ya Shetani. ka moja aliambia pastor, wewe unapoteza muda, mimi siwezi kuyakimbia majaribu yanayonipa utamu wa dunia, siwezi na akasema mimi Hicho kitabu cha Biblia, mimi nimezoea, lakini saa hii maisha yake ni ajabu sana kwa sababu alimkadana Mungu, amekataa Biblia, amekataa na Mungu. Jioni hii nataka Mungu awe pamoja na wewe. Na unasema pasta, niombe Mungu awe pamoja na mimi. Unaweza kusimama hivi, pasta, niombe Bwana awe pamoja na mimi, aliyekuepusha na majaribu yote. Hata ninaenda field, sijui kitakachotokea huko. Bwana awe pamoja na mimi, nitaomba na wewe. majaribu. Mimi mwenyewe siwezi. Yusufu aliweza kwa sababu alimwamini Mungu, kwa sababu alimtumaini Mungu, kwa sababu aliamini uwezo wa Mungu. Hata wewe leo unaweza kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe na atakupatia ushindi, kwa sababu ameahidi, na ahadi zake ni za kweli. Nitakupatia dakika uombe, uombe tu, usiwe na haraka. Nitakupatia dakika uombe, dakika kama moja, omba, omba. Nakupa na dakika moja, omba, usitazami mimi, endelea kuomba Bwana kuendelea kuwa pamoja na wewe.